Huyu msichana unajua, kama we ni mama, wewe ni baba, ujue huyu mtoto yako umezaa ndiye atakuletea shida, ndiye atakukosea big problem. Huyu mtoto yako umezaa kwa sababu ya umalaya wake, kwa sababu ya kupenda wasichana kwake, ndiye atakuletea shida. Huyu msichana jiita Judith Njoki, mimi nilijua wao ni Wakamba, kumbe ni Wakikuyu tena maze wa Kikuyu, hiyo mambe, wa Kikuyu. Mimi nilijua ni Wakamba by the way. But, jime, but sasa huyu msichana kwanza, mimi sijaona sura yake kama iko sawa. Mguu inakaa kama mguu ya sileru, mugu ya oh, inakaa kama waya ya stima, matako iko hivi, kiuno, sijui matumbo imemunganiswa na pati nyare, pati nyare imeshikana na, na kitovu Alafu matiti hapa na ribs imeshikana na kiuno. Kiuno imekuwa flat. Ah. miwani ya 20 bob na kofia na 30 bob. Sasa wewe umeletea mama yako shida, wewe ndio umesababisha kila kitu nikakuwa baba, wewe ndio umesababisha kwa sababu ya kupenda pesa kwako, ukaenda na gaidi sasa unakimbia hadi Queen. Alafu unampea wazazi wako shida. Hm? Alafu wewe ukishapea wazazi wako shida, baba yako anashikwa, mama yako anang'arana hana mahali pa kuka. By the way, mimi kuna mtu na kuna mtu naheshimu kama mama. Mama yako maana yake mama huwezi pata mara ya hakuna muda. Mama sio mama mwingine. Hakuna anga mama mbili. Baba naye anaweza kuwa wengi. Ndio yule mtu atanioleza kwa baba atakuwa wengi aje? Ukiwa na mimba. Kama mtu wa kwanza amekupea mimba. Uende kwingine akuonje, siyo ni baba. Wewe mwingine akawe aweke kichwa, siyo pia ni baba. Kwa ile ile mtu mmoja alikupea mimba. Uende kwingine au, au akuonje, huyu ni baba mtoto tayari. Mwingine aenda tengeneze masikio, huyu ni baba mtoto tayari. Mwingine aenda kutengeneze matako, huyu ni baba mtoto tayari. Mwingine aeza tengeneze kukitovu, huyo ni baba mtoto tayari. Mwingine sasa yule mwa mwisho yule anatengenezanga kichwa na akili inakuwa inafanya huyo pia ni baba mtoto, hmm. Na yule sasa atamlea pia ni baba mtoto. Sasa baba ni wengi, unaweza pata baba, lakini usidhubutu kufanya kitu. Hiyo nasema utazaa mtoto bako kikakonde, utavaa mtoto na kitu inaitwa chira. Don't try to do that, hmm? <laughs> usijaribu kufanya, hapana. <laughs> jaribu <laughs> eh? Usijaribu. Sasa huyu msichana amesababisha kila kitu, wazazi wake. Sasa anahangaika na yeye, an, an, anajifanya anadanganywa, amewin lotto kumbafu, ati ame win lotto. Sasa anadaku, lakini unacheza zako, ati unatiji, unacheza na akili kumbafu. Sasa eh, wewe mama, si umeoleka na nilisema umeoleka. Wewe sasa tafanya hivi. Si uko na bwana? Hakikisha mrentie mama yako nyumba. Hiyo mzigo sisi hatubebi. Sisi kama mafans na devu usibebe hiyo mzigo. Wacha kubebanga mzigo ambayo sio zako. Umesaidia mama, umeleta kwa mtoto wake. Hiyo mzigo sio mzigo ya fans tena. Huyu mtoto huyo achukue mama yake. Amrentie nyumba. Maybe kitu tunaweza fanya sisi. Mwatafutie single room. Hiyo era nilisikia kuna 2000. Arenda hapo. Kwanza mperekeni kanisa aombewe akili yake ifanye, aende afanye kazi hata kwa kibanda, aende oi, aose, ina, aose vyombo kwa hapo hotel. Mukiza, mperewa, manake huyu mama akili yake haiko sawa fast. Pereka huyo mama kwa maombi aombewe, akisaombewa ndiyo hivi Akisaombewa, nyinyi mmemaliza kazi yenu. Chukua huyu mama mpeleke kwa mama yake, kwa mtoto yake. Kitu ya pili mnafaa mfanye, akikisha baba ya huyo mtoto ametoka nje, bwana ya huyu mama ametoka nje ya sel, ya jela. Akishatoka wewe fanya nini? Vitu viwili nataka tu nyinyi mfanye. Kwanza, peleka huyu mama kanisa aombewe na Pastor Joshua. Ya pili, toa baba ya toa bwana yake

Peleka ombewe wapate guardian and counseling wakuwa na bravo pale kwa kanisani. Huyu mama asamee, bravo. Tuone kama akisamee, Mungu ata, Mungu ata accept you the bill. La civio. Usipopareka huyu mama kwa pastor aombea wakili yake fani. Ni kama mtakuwa mmefanya kazi zero work. Wewe msichana, chukua mama yako. Wewe ndio ulileta wazazi wako, sai hawana mali pa kuishi kwa sababu ya tamaa ya pesa.